na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tukiwa tunaendelea na kipindi chetu kinachofungamana na Alquranul Karim, leo insha Allahu taala tumefika katika suratu At-Tariq. Sura At-Tariq ni sura ambayo kwamba amba ni makkiya.

Na vile vile inazungumzia kuhusu imani ya watu kuamini ya kwamba iko kufufuliwa yaumal qiyama na kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa taala. Na vile vile ni sura ambayo kwamba inaeleza ndani yake masala ambayo kwamba yanafungamana na uwezo wa Allah subhanahu wa taala, namna alivyoiumba hii dunia.

In kullu nafsin lamma alayha hafidh. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala anaapa kwa chochote anachotaka, kwani yeye ndiye ameumba kila kitu hapa duniani. Kwa hivyo iko katika kudra yake, iko katika uwezo wake Allah subhanahu wataala kuapa na kitu chochote anachokitaka, ila sisi wanadamu hatuwezi kuapa ila kwa jina lake yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio pale unapoona tunasema wallahi wa billahi wa watallahi, lakini kama tunavyoona leo maa alasafi shadid, wallahi inatumika na kila mtu, kila mtu anaitumia wallahi wallahi, wallahi wallahi, aa, hakuna wallahi wallahi wa billahi wa watallahi na ukimwakilisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukaapa kwa jina lake, alafu maneno yako ya mbele ni maneno ya urongo, takuwa haina maana kiapo kama ile. Kwa hivyo haya ni maneno mazito ya kiapo, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaapa na anachokitaka Suratu Tariq. Vile vilevile, baadaye inaeleza uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala

Uwezo wake wa kuturudisha baada ya sisi kutopatikana kama vile sisi kupatikana wakati sisi tulikuwa hatuko. Kisha suratu Tariq vile vile ikaeleza ambazo, siri ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atazidhihirisha siku ya Kiyama, yauma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir

Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaanza na wasamai wa tariq ay uksimu bisamai wa bilkawakibin nayira, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana apa na mbingu na planets ambazo kwamba ziko katika mbingu na nyota ambazo kwamba ziko katika mbingu nyota ambazo kwamba zinang'ara nyota ambazo kwamba zinatoa mwangaza wa assamai wa tariq. Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala anaapa na nyota kama hizi kuonesha adhama ya Allah Subhanahu wataala, kuonesha utukufu wa Allah Subhanahu wataala. Ana apa na chochote anachotaka, na assamai attariq ni katika vile ambavyo kwamba ameviumba yeye Allah Subhanahu wataala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kusema, wama adraka matariq, si wapi habari ama je, sikuelimishi ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni nini hii ni atariq. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafafanua, an-najmu thaqib, nyota ambayo kwamba yenye kutoa mwangaza, nyota ambayo kwamba inayong'aa katika kiza cha usiku, yote ni kuonesha utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na qudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kusema, in kullu nafsin lama aleiha hafid. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ta ta in kullu nafsin lama aleiha hafid. Ma kullu nafsin illa alayha hafidhun min almalaika yahfadhu amalaha wa yuhsi alayha ma taksibu min khairin wa sharrin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwakilishia malaika ambao kwamba amba wanahifadhi amali zetu, wanaangalia na kuandika makosa yetu na wana rekodi na kuandika yale mambo ya kheri ambayo kwamba tunayoyafanya. in kullu nafsin lama alaiha hafidh. Mwenyezimungu Subhanahu wataala, katika sura nyingine anatuambia wa inna alaikum la hafidhin kiraman katibin, hakika sisi tunao ambao kwamba wametuzunguka, ama wamewakilishwa juu yetu watu ambao kwamba wanahifadhi ya amali zetu kama ni za kheri, kama ni za shari. Kiraman katibin, malaika wawili ambao kwamba wenye kuandika amali zetu za kheri na amali zetu za shari. Kwa hivyo tujue ya kwamba hakuna jambo tutakalolitenda ila rekodi yake iko, hakuna jambo tutakalolisema ila rekodi yake iko, hakuna jambo tutakalolifanya ila rekodi yake iko. In kullu nafsin lama alaiha hafidh. Kwa hivyo mwenyezi mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala anatuambia kila nafsi, hakika kila nafsi kunao wale ambao kwamba yuraqibuna ala al, al, al, nafsi, wanaiangalia nafsi, wanampeleleza mtu, wanaangalia amali zake, wanaangalia makosa yake, na wao wanarekodi katika sahifa zao ya kwamba katika siku fulani na fulani mtu fulani amefanya kadha wa kadha wa kadha, ya khairi ni haya, ya shari ni haya, ya sawa ni haya, ya makosa ni haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kutuambia sasa, falyanzuril insanu mimma khuliq, basi na angalie mwanadamu ameumbwa na kitu gani? mwanadamu awe na murakabatu nafsi hivi leo. Mtu kama mimi, mtu na ukubwa wangu hivi, na ndevu zangu na nyele zangu na macho yangu na mikono yangu, miguu yangu, falyandhur alinsanu mimma khuliq. Mwanadamu kwa nini hakai akapeleleza ameumbwa na nini, akazingatia? Huyu aloweza kuniumba kutoka mimi ni mdogo mpaka leo mimi ni mkubwa, nina afya falyandhur linsanu mimma khuliq, khuliqa min main dafiq, ameumbwa na maji ya manii yenye kuruka kwa haraka. Na hapa wenye tiba wanatuambia maji ambayo kwamba yenye kuleta mtoto ni maun dafiq, ni maji ambayo kwamba yenye kuruka kwa speed, yenye kuruka kwa shida, wenye kuruka kwa haraka yale ndo maji ambayo kwamba yenye kuleta mtoto kwa kudra za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. yakhruju min baini sulbi wataraib, yanatoka baina ya maungo na mitilinga. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala amejalia yale maji yanatoka baina sulbi wataraib, kutokana na maungo na mitilinga ya mwanamume na mwanamke.

hakika ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kumrudisha mwanadamu baada ya kumuumba, la qadir, ana uwezo wa hilo. Kwa hivyo tusio ni wenye kuwa na shaka na uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kama vile leo shaiu bishaii yudhkar sisi leo Waislamu ama binadamu, kuna kitu ambacho kwamba tunakisema ama tunakiamini, amanna bimzungu wa kafarna bimungu. Sisi itikadi yetu ni amanna bimzungu, twamwamini mzungu, wa kafarna bimungu na tuna mkufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Vipi? Ukiambiwa jambo fulani limefanyika, wazungu wamelifanya You don't ask questions. Hauulizi maswali ilikuwaje? E, yawezekana vipi? Walifanya fanya vipi? Hauulizi maswala. Leo ukiambiwa kwamba wanadamu wamefika mpaka kwenye mwezi, hauulizi maswala. Wanadamu wamefika Mars, hauulizi maswala, wamefika vipi? Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala akifanya jambo

mpaka almasjid lakswa mpaka katika mbingu na kurudi mpaka almasjidu lakswa mpaka almasjidu lharam katika sehemu ndogo ya usiku. A, tutaanza kupiga hesabu. Yawezekana vipi? amanna bimzungu wakafarna bimungu ha? Wewe waamini ya kwamba mungu mzungu anaweza kufanya chochote, lakini huamini ya kwamba mungu hawezi kufanya chochote wingi wetu tunaangalia TV, angalia yule simba namna anavutiwa kwenye skrini na yule simba ni mkubwa kuliko ile skrini na tunaamini. Mimi hapa nilipo inaweza kuwa mwili wangu ni mkubwa hata kuliko hiyo TV ambayo kwamba unaoniangalia. Lakini waamini wa ya kwamba mambo kama haya yawezekana, lakini Mungu. Ukienda kwenye ATM machine ukitia kadi yako pale inakutambua we nani, bila kufanya hivyo, ukitia tu kadi yako ambia enter your pin, kuhakikisha kwamba ni wewe, tayari nakujua. Alafu namwambia nipe pesa, ATM anakupatia pesa, hata hubabaiki, hubabaiki wala. Lakini ukiambiwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amefanya kadha, tunaanza kutia shaka. Kwa hivyo, mwenye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia Innahu ala rajihi laqadir, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kumrudisha mwanadamu kama alivyokuwa yuweza. Kama tulipatikana hatuko, vile vile sahi, truko, tuonroke, na tulikuwa hatuko vilevile sahihi tuko tunaweza tuondoke, na baada ya kuondoka tunaweza kupatikana. Yote ni kwa kudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. yawma tublas sarair yawma tumtahanu alqulub watukhtabar, siku ambayo kwamba zitaonjwa na zitafanyiwa ikhtibar imtihani nyoyo wa yu'rafu ma biha min alaqaidi wanniyati, na siku ambayo kwamba itajulikana yaliyomo katika moyo zetu kutokamana na mafundo na kutokamana na nia. wayumayizu baina ma taba minha wama khabuth na yatapambanuka kati yale ambayo kwamba yalikuwa ni mazuri na yale ambayo kwamba yalikuwa ni ya makosa. Fama lahu min quwwatin wala nasir, siku hiyo ya kiyama hakuna mtu ambaye kwamba anaweza kututetea. Ai falaysa lilinsani fi dhalika lwakti quwwatun tadfau anhu ladhab, hana mwanadamu katika wakati kama ule nguvu yoyote ambayo kwamba inaweza kumwondolea adhabu. wala nasirun yansuruhu, wala hana mtu ambaye kwamba anaweza kumnusuru aweze kumnusuru yeye, kama vile hapa duniani, ukipatikana na matatizo utampigia mkubwa, ukipatikana na shida utampigia mkubwa, ukipatikana na kitu chochote, unayo akaunt katika benki, unaweza kuvuta pesa yakakutatulia matatizo yale lakini siku ambayo kwamba yauma tubla sarair, siku hiyo ya Kiama ambayo kwamba ni siku tubla sarair, mambo yote yatakuwa ni parwanja, mambo yote yatakuwa yako wazi, yaliyofichamana yote yatakuwa yanaonekana. Fama lahu min quwwatin wala nasir, siku kama hiyo kutakuwa hakuna mtu mwenye nguvu aweza kukuondolea adhabu Wala hakuna mtu mwenye nguvu aweza kukunusuru na yale ambayo kwamba yatakupata kama ni adhabu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha mbele aeleza, was-samai dhati ar-raj'i, ay uqsimu bis-samai dhati al-matar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaapa na mvua ambayo kwamba inamwagika mara kwa mara mvua inaanguka leo, baada ya siku inaanguka, asubuhi inanyesha, jioni hainyeshi, leo inanyesha, kesho hainyeshi, mwezi huu inanyesha, mwezi utakaokuja haunyeshi. wassamai dhati raji, yote ni uwezo wa Allah subhanahu wataala, yote ni quwa ya Allah subhanahu wataala. Walardhi dhati sad, na Mwenyezi Mungu subhanahu wataala anaapa na ardhi ambayo kwamba yenye kuota mimea. Yote haya yanatokamana na uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yote tunaambiwa ili tupate kupeleleza. Kupeleleza yote haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza ili tupate kutia akili. wasamai dhati raja, huyu mwenye kuleta mvua ni nani? Na huyu mwenye kuleta mvua na huyu mwenye ardhi

Innahum yakiduna kaida, hakika si lengine hawa mushrikuna wa Makka wanapanga mipango liitfa'i nuri llah, ili watake kuzima nuru ya Allah subhanahu wa taala, nayo ni Alquranul Karim. Wanataka kuondoa sharia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kwa sababu sharia kama hii haiwafedha mambo wanaoyataka wao wanataka kuendelea na dhulma, lakini Mwenyezi Mungu anakuambia hakuna dhulma. Wao wanataka kuendelea na batil, Mwenyezi Mungu anakuambia hakuna batil. Mwenyezi Mungu, wao wanataka kuendelea na ukosefu wa akhlaqi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala hataki ukosefu wa akhlaq. Wa akidu kaida, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, na yeye ana mpango yake. Huwezi kupanga mipango yako yakawa yanashinda mipango ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Huwezi kupanga mipango ila Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala anajua mipango yako na hakuna mwenye kupanga zaidi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Famahil lkafirina amhilhum ruwaida, ay la tastajil fi halakihim walintiqamihim, usifanye haraka kutaka kuwamaliza na kuwaondoa waamhilhum qalilan fasawfa tara ma asnau bihim, subiri Muhammad, wewe utaona yale ambayo kwamba mimi nitawafanya hivyo. Usiwe na presha wewe, endelea na kazi yako ya kuwakataza, endelea kazi yako ya kuwaamrisha, waambie, mkifanya kadhaa, adhabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala itawapata, Musifanye jambo kadha wakadha wakadha wakadha. Kwa hivyo, ikhwat alimani walislam, katika siku yetu hii ni ya leo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tutoke na baadhi ya mafunzo ambayo kwamba yanapatikana katika suratu Tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.